Nichukue fursa hii kuwakaribisheni nyote kwenye kituo hiki cha sala za kuombea wagonjwa, ambapo baba mtumishi wa Mungu alikuwa anafanya kazi hiyo ya kuombea wagonjwa tangu ule mwaka wa 1969 akiwa padri wa mwaka mmoja, mama wa Mungu Bikira Maria Mtakatifu alimshukia akiwa huko Madunda. Madunda ni huko Njombe parokiani, akimwambia Felisia ni mwanangu, nimekuchagua kwenda kuwaombea watoto wangu itakaokuwa nakuletea. Kwa sala zako, sadaka zako, Mwenyezi Mungu atawaponya hawa wagonjwa na wenye shida mbalimbali mbali, na wenye mashetani hali kadhalika wataponywa, nami mama yako nitakuwa na wabariki kwa baraka zangu za kimama. Padri huyu mchanga Father Felician Nkwera ilimshangaza sana, mambo yatakuwaje? Mama wa Mungu Bikira Maria Mtakatifu alimwambia, nitakuelekeza siku baada ya siku la kufanya juu ya kazi hii kwa kuwa mwanangu Yesu Kristu daktari ndiye mponyaji mkuu atakayekuwa na kutangulia kuwasaidia hawa watoto na kuwaponya, wewe utakuwa chombo. Baada ya hapo Padre Felician Nkwera alishangaa, watu walianza kumwendea mmoja baada ya mwingine, wakiomba maombezi yake Naye aliwauliza nani amewatuma kwamba mimi naombea watu. Wale watu walikuwa akimwambia tuombee kwanza, tutakuambia baadaye, ndipo alipowaombea. Akishawaombea, shida zao zilikwisha, na wakitoka pale waliambizana mmoja baada ya mwingine na ndipo wenye shida mbalimbali mbali na matatizo walianza kumwendea, wengi wengi wengi, na kisha wakawa maelfu na maelfu ya watu. Padre, kazi ilipokuwa kubwa sana, alimwomba Mungu apatie wasaidizi wa kumsaidia kuombea watu, katika sala zake alizoomba kuomba wasaidizi, Mwenyezi Mungu alimjalia wasaidizi wake, mmojawapo akiwa mama au sister Eledina Michael Ntandu ambaye anaitwa mtendakazi, mtendakazi kulingana na kazi anayoifanya hii ya kuombea wagonjwa pamoja na padri huyu. Padri amekuwa na vituo mbalimbali ndani na nje ya nchi anaombea watu. Kituo kimoja wapo ni hiki hapa, Riverside. Wengi wamezoea kusema kwamba Padi Nkwera ana kanisa. Padi Nkwera hana kanisa, ni padri mkatoliki na hana kanisa. Hiki ni kituo cha sala alipokuwa anaombea watu, kituo cha sala kinachokusanya watu wote wa dini zote wa rangi zote wa kabila zote, kama vile hospitali ambapo kila mtu huenda kupata msaada wa tiba. Hali kadhalika, kituo au vituo vya sala za maombi ni sawasawa na hospitali inayokusanya watu wote. Kwa hiyo Padre Nkwera aliombea watu wote wa dini zote. Kwa imani yao kwa Mungu waliweza kupona magonjwa na matatizo yao mbalimbali yakatatuliwa. Kwa kifupi, hiki ni kituo cha huduma za maombezi. Si kanisa kama vile watu walivyozoea kusema kanisa la Nkwera. Wana wa Mungu wote, karibuni mjisikie kwenye kituo cha sala cha mama yenu Bikira Maria, mama wa watu wote, karibuni mjisikie nyumbani. Kwa majina, mimi naitwa sister au mtendakazi Eledina Michael Ntandu, ambaye nimekuwa msaidizi wa padi Nkwera kulingana na agizo la Bikira Maria. Tangu mwaka 1987 nimekuwa nikisaidiana naye kuombea wagonjwa na wenye shida mbalimbali mbali. Taratibu za mazishi zitafanyika kama taratibu nyingine zote za padri Mkatoliki anavyozikwa. Atazikwa na mapadri, atazikwa kwa ibada zile zile za Kanisa Katoliki, zikiongozwa na mapadri wa Katoliki. Wako mapadi wa Katoliki, wapo ndani ya nchi na wengine wametoka nje ya nchi, kwa sababu padi huyu amefanya kazi hii kubwa sana. Dunia nzima anafahamika, ulimwengu mzima kwa hiyo, mapadi wako wamejaa hapa kuja kumzika huyu padri. Atazikwa kwa ibada za kipadri, za kikatoliki Alianza utume wake ni mwaka gani mpaka sasa? Fatha Nkwera alizaliwa mwaka 1936 na, na akawa padri mwaka 1969 akiwa na umri wa mwaka mmoja wa kipadre, yani mwaka 1969 ndipo Mwenyezi Mungu alipomkabidhi kazi hii ya kuombea wagonjwa ambayo amekuwa akiombea mpaka hivi leo. Labda nifafanue kidogo. Wakati mama Bikira Maria anamkabidhi kazi hii ya kuombea wagonjwa, alimwambia Felician, mwanangu, ninakukabidhi kazi hii si kama padre, nakukabidhi karama hii ya Mwenyezi Mungu kama Felician akamwambia kama padre utaendelea kuwatii wakuu waku wako wa kanisa, na kama Felician, utaendelea kuombea wagonjwa wangu nitakaokuwa na kuletea. Ndiyo maana mnaona uongozi wa kanisa kiutaratibu, walipoona wafanya uchunguzi juu ya kazi anayoifanya kama ni ya Mungu au la, walichukua hatua mbalimbali mbali za kudhibiti hali hiyo. Ni taratibu za kanisa inaonekana ni adhabu, lakini taratibu za kanisa, ukifuatilia taratibu za watakatifu utaona nao pia walipata shida shida na kanisa, lakini hatima yake mambo yakawa wazi. Padre Pio ni mfano wake. Kwa hiyo kama, kama, kama taratibu za Kikatoliki, padri huyu walimwambia aache kuombea wagonjwa, aache kuombea wagonjwa na pia wakasema asimame kwanza kutoa huduma za kipadre kama padri chini ya uongozi wa askofu wake. Padri alitii, tangu wakati ule hajasoma misa, alitii, lakini pia kulingana na agizo la Bikira Maria, mtakatifu mama wa Mungu na mama wa kila mwanadamu, aliyesema, kama Felician, utaendelea kuombea watoto wangu kinyume chake itabidi uwajibike mbele ya Mungu. Kwa hiyo ilimpasa upande wa kikanisa, atii mamlaka ya kanisa aache kutoa huduma za kikanisa, lakini upande wa maombezi, akaendelea kuombea wagonjwa mpaka leo. Kazi ya Padre Nkwera marehemu ilifahamika fahamika pengine kwa nafasi za juu katika kanisa au vipi? Kazi yake inafahamika kwanza kutokana na matunda ya kazi yake, anapoombea maajabu yanayotokea kwa watu wanaoombea, miujiza yake inaenea duniani kote. Kwa hiyo kikanisa ilikuwa inafahamika kwamba padre huyu ni mwombeaji lakini padri huyu, mazingira haya ya kusema kwamba anakataliwa au mnatumia neno kutengwa, si kila mahali padri huyo alionekana hivyo. Mahali pengine alipokwenda, alipokelewa kama padre lakini aliendelea kutii mamlaka ya kanisa kwamba asitoe huduma za kipadri za kikanisa. Walimkaribisha asome misa alipokwenda popote duniani, alisema bado niko kwenye adhabu, kwamba siruhusiwi bado kusoma misa. Alikaa kwenye benchi kama muumini akahudhuria misa. Kwa hiyo aliendelea kutii popote alipokwenda, hakukiuka Nimemtetea katika mahakama mbalimbali, nimetetea wana maombi katika mahakama mbalimbali, walipokuwa wanapigwa, wanaburutwa, wanashtakiwa katika makanisa mbalimbali, mojawapo Sumbawanga, mahakama kuu, mahakama ya kuu ya rufani. Na labda niende kwenye suala la kutengwa. Kutengwa, ndugu zangu. Kuna aina mbili za kutengwa. Moja inaitwa lete sentencie, yaani unatengwa kwa sheria yenyewe, si kanisa linalomtenga mtu. Kwa hiyo dhana kwamba alitengwa na kanisa alifanywa hivi, hapana. Sheria yenyewe imeweka makosa ambayo ukiyafanya tayari umejitenga. Kwa mfano uh, ukimpiga baba askofu yoyote, sheria inasema kwamba tayari utakuwa umejitenga. Ni mamoja kama imetangazwa au haikutangazwa. Unaishi mitara, tayari umejitenga na kanisa. Labda ulifanya kosa kubwa kama mauaji au kutoa mimba, tayari utakuwa umejitenga na kanisa, haidhuru kama watu waliona au hawakuona, hiyo inaitwa letter sentence na inaitwa ni kujitenga kwa ndani internal, yani ile kwa kikindani. Lakini sasa adhabu za kutengwa, kuna ile ambayo inaitwa inatangazwa ferende sentence. Yaani adhabu hiyo ambayo wewe umeipata mwenyewe unatakiwa Ufati, ujitenge. Yani unakaa mbali na sakramenti za kanisa. Sasa kuna mahali ambapo kanisa linachukua jukumu la kuitangaza iyo, iyo, iyo, wazabu, kujitenga kwako kwa ndani, yani unajitenga na Bwana Yesu na kanisa lake inatangazwa inafanywa nini? natangazwa si kwamba maaskofu wanakutenga au inatangazwa. Na kujitenga kunatokana na ubatizo. Ubatizo unamuunganisha mtu na Kristo, lakini pia unamuunganisha na kanisa lake, jumuiya yake. Hapo ndio ukijitenga na Kristo kwa kosa kubwa hilo lilofanya labda y kutoa mimba kupiga padre kufanya kosa lolote kubwa unakuwa umejitenga na Kristo na kanisa lake. Je, adhabu hiyo itakuwa imetangazwa kwa watu wajue? Ndio inafuata. Jambo la pili kwamba eh, mamlaka za kanisa zina utaratibu au due process wa kutangaza sasa kwamba fulani tunatangaza kwamba amejitenga na kanisa. Na hapo ndio watu wanafikiri, wana, wana kwamba mtumishi um, wa Mungu alipata hii juu process, hakupata juu process. Walisema kwamba wewe, tunakupa adhabu kwamba kwa kuwa uliandika barua Roma ukisema kwamba unanyanyaswa, kazi yako inafungiwa na askofu wakati ule wa jimbo la Dar es Salaam. Wakati alipokuja, alikuwa mwadhama, kabla jawa mwadhama, alikuwa askofu mkuu wa jimbo la Dar es Salaam Pengo, alikuwa mwandamizi. Kwa kuwa umeandika hiyo barua kwa hiyo basi sasa unatengwa, tunatangaza kwamba umeshainkaa ume hiyo lete sentensie. Tunatangaza rasmi kwamba wewe umekusha kujitenga na kanisa kwa mujibu wa sheria yenyewe. Wana maombi wakaanza kuzuiwa hapa na pale, kukawa na mkutano. Kama mtakumbuka, kulikuwa na mkutano pale parokia ya Mwingi mwaka wa tisini na tatu nadhani tisini na moja tisini na moja na alikuja huyo askofu Pengo akasema hii kazi, akaongea na wana maombi. Kwa kweli aliongea na wana maombi na wakamwambia, baba askofu, ni jambo gani unaloona katika hizi sala hata tusi, tusiende kuzihudhuria? Akasema hii kazi hakuna chochote ninachoona, siendi kulichunguza. Kwa sababu tumwomba kwamba ichunguze, basi utuambie jambo hili na hili na hili ni baya kusudi tuelewe tukiwa watu wazima tuelewe, kusudi tusiende tena. Akasema mimi wala siende kuchunguza, kwa sababu sala zinazosaliwa sala kama sala hazina tatizo, lakini huyu padre huyu sio mtii kwa askofu wake. Na baada ya pale ndio akaanza kuishambulia hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo huduma ilivyokuwa hivyo, mtumishi wa Mungu akaandika barua, andika barua, akaandika barua Roma, kwamba na, na, kama nakata rufaa I appeal to the Pope, I petition to the Pope. Lakini kabla ile barua haijajibiwa ndio ak akatengwa. Na mimi bahati nzuri nilifahamu kwamba Eh, hakuna hakuna adhabu ya kutengwa iliyotolewa kwa kweli . Na jambo hili lilijitokeza wazi katika mahakama kule Sumbawanga wana maombi kwamba wasiingie kanisani wakaomba injunction wa, wasikanyage kanisani wasifanye hivi na hivi sasa katika ile kesi eh, bahati si nzuri au mbaya lakini alikuja tuliwaambia kwamba leteni leteni makaratasi hayo mnayosema yalimtenga, leteni proceedings hizo za kumtenga, leteni ushahidi kwamba wametengwa, leteni hiki na kile. Na katika kesi hile naleteni na ushahidi katika kesi hile walikuja baba Askofu Damian Kiaruzi, akaja na minutes za ule mkutano ambao wanadai ulimtenga. Lakini bahati yake mbaya ni kwamba ile minutes zilikuwa hazina ajenda, yaani zile ajenda zilikuwa hazina... sio, sio, o, ni ajenda zilikuwa hazina ajenda ya mtumishi wa Mungu Padre Nkwera, na mimi nikamuuliza mbona hakuna ajenda hapo ya, ya, ya, ya kuhusu huyu mtu. Wala hakuhudhuria wala askofu wake alikuwa Raymond Mwanyika hakuhudhuria kile kikao. Kwa hiyo kwa kweli Eh, mahakama ikasema, ilikwenda mbele ile kesi, ikaenda mpaka mahakama kuu na kadhalika, lakini wakasema mambo haya ku, ya kiimani sio mambo ambayo ni justiciable mahakamani. Kwa hiyo kesi ikaishia pale, lakini kwa kweli mtu anayeuliza kwa nini akatengwa, kwa kosa lipi? Kwa kosa lipi? Hana kosa lolote, na kama kuna mtu anajua kosa alilotenda hao wanaotangaza kwamba alikuwa na kosa hili na hili waliseme. Ni mkusanyo tu wa, wa, wa wanasheria walikaa mahali wakasema, wewe umeandika barua Roma, barua hiyo imekuwa haina, kama haina, haina, haina heshima, umeidhalilisha kanisa, ilikuwa sio sawasawa ume... na vitu kama hivyo. Lingine wanasema kwamba aliku, ali, ali alichanganya anasema kwa, a, um, amefundisha mambo ambayo si ya kweli. Alisema kwamba walimwambia umefundisha kwamba e, kanisa linaegemezwa kwa nguzo mbili, mama Bikira Maria na Ekaristi Takatifu, lakini jambo hilo alikuwa hakulisema. Na kama kweli alikuwa amefanya kosa hilo la ki doctrine, eh? ukifanya kosa la kiuandishi kama mwanateolojia Huwezi kupewa ile adhabu inaitwa latae sententiae. Ile adhabu una, una, unafanya juu process, anateuliwa mtu anasoma vitabu vyako anasoma maandiko yako eh, ile mtu anaitwa censor deputatis anatazama, ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana wanakuambia wewe, katika hili na hili na hili umepotoka, unafundisha kinyume cha mafundisho ya Biblia kinyume cha mafundisho ya Uh, mitume kinyume cha mafundisho ya mababa wa kanisa wanakuambia. Na wewe unaweza kusema hii kalamu iliteleza, kweli, unarudi una, una nyuma unanyosha, hutengwi na na. Kama unaona huko sawa sawa, unasema hapana, mimi nang'ang'ania hapa hapa, na huko nyuma kuna mifano mingi mingi, usomeni matakatifu m... m... m... m... m... Kwa mfano mtakatifu Atanasi, alisimama na kanisa, eh, apambana naye akaenda jangwani akafanya hivi na hivi, lakini hatimaye ndiye aliweza ku Kudumisha imani Katoliki na mtumishi wa Mungu hivi hivi, na kosa kubwa. Kwa mfano Dar es Salaam alikuwa tunatengwa ni kwamba wana maombi walikuwa naingia na makanisani, mtumishi wa Mungu aliwaambia marufuku kupokea ekaristi takatifu huku umesimama na kwenye mikono. Akasema utaratibu wa toka zamani lazima upige magoti, lazima upokee kwenye ulimi, huo umejiandaa vema Jambo hili liwaudhi baadhi ya watu na mpaka leo ni mjadala katika kanisa. Ukifungua YouTube, wale unaosoma utaona kuna makardinali wawili ambao wamesimama kidete sana eh, Robert Sara na mwenzake Francis Arinze wanasema hapana, pigeni magoti, pokeeni kwenye ulimi. Huo ndio utaratibu.